Ni mtazamaji mpenzi wa Fizi News 24 na ukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas nitakuomba ni uweze kunitegea sikio na kunipa macho mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu, tuanzie habari zetu, na uko katika mji wa Baraka ambako dala mia tatu sitini za Umarekani, laki mbili na hamsini faranga za Congo, simu mbili, moja aina ya Tekno ndogo na Itel kupelekwa, hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa usiku wa kucha Alhamisi ndani si ya kata la Kibonjo wa tatu mjini Baraka. Katika mazungumzo na TV yako mwanga wa tukio hilo, bwana Rashid bin Omar amperer amesema ilikuwa mida saa saba za usiku ndipo mkewe alitoka na kutaka kujisaidia haja ndogo. Ghafla akakuta nguo za mme wake pamoja na vitu mbalimbali vimetupwa sebuleni. Baada ya uchunguzi, ndipo waligundua wizi huo umefanyika, huku milango na madirisha vikiwa wazi, kama anavyoeleza kwenye TV yako. Ilikuwa mida saa ine za usiku tukalala, ilipotimu saa saba za usiku bibi yangu akapenda atoke, yeye mkutoka kuchumba, akaenda kusalo, akakuta na mlango iko wazi na manguo zangu ziko kusalo. Kisha akaenda nilamusha, nikalamuka kukuta vitu vyote viko pale kusalo. Nikabidi niangalie ile suku yake, mko mpesa pesa, nyinyi najua suku yake fulani mko pesa, kukuta na pesa zote aziko saka me yake, naye kuangalia saka me yake mko pesa na, na saka me na pesa zilienda mbo, tukaangalia telefoni zake mbili ye za madame hiyo Android na hiyo Itel zikwa za zi madame na hizo zilienda yaani, kifupi ni telefone mbili na pesa mia mbili makumi tano ya kongomani na pesa mia tatu makumi sita ya marekani ndio ilienda mwizo saa hawakuvunja mlango lakini tuliona walipitia kudirisha, mkutoka ni nanjo walitokesa ku mlango. Wajirani walisikia tu kelele tu, madame anaanza lalamika, naibiwa, naibiwa, kisha wajirani wakakuja wakatupatia tu pole vile. Asubuhi njo tukaarifu nyumba kumi, yani wa chef d'aveni, wakapata hizo information, wakacha wakatupatia pole vya vile tu. Mbo unajua bwana mtangazaji, kuna watu fulani wanapita pitaka Utaona napita na wasalimu jambo jambo, aikuwa kartia, lakini aotawazie watawazia. Sasa moya, huu mtu ananijua, labda mi simjui, na kumbe ni mtu mubaya, mwalifu nsivike kwa. Lakini kwa ng'ambo yetu, wale watu atukowaona na tuwajui na huko Uvira ni kwamba kujadili kwa pamoja juu ya kujua chanzo cha milio ya risasi kusikika kila mara ndani ya muji wa Uvira na mengineyo, ndiyo ilikuwa lengo kuu la mkutano wa usalama ulioandaliwa na meya wa Uvira mwanzoni mwa wiki. Tunayo kwa kiandrevya dunia Mashaka, mmoja kati ya malido wa jimbo la Kivu Kusini, ameonyesha kuwa kupitia kikao hicho ambacho yeye pia ameshiriki, ilikuwa ni fursa kwa walikwa kuchotana vidole ili kukemea vitendo vya kupiga risasi ovyoovyo mjini Uvira.

na kwenye mazungumzo ilikuwa ni kesi ya kuongelea kwa nini masasi kualialia ndani ya mji hapa. Masasi nakuwa mingi na kwa kila mara masasi, kila mara masasi. Ifudere kutafuta kinini kabisa kinakuwa kisa, na après décryptage ya nani, tulikutana kwamba ni incompréhension entre quelques éléments FRDC na wazalendo, kwa sababu sisi kama raia tumelaumu Komanda sektor kama communication wakati anataka ku deploye ba soda mu ma position haiko nafanya communication interactive na washefu wa wazalendo, naye akatambia kwamba iko naifanya peut-etre ku niveau ya communication ya wazalendo ndo haiko na kuwa interactive kwa kuambia matrupe zao zinyaziko kwa position fulani fulani, parce que objectif pour le commandant secteur selon yeye anasema

na wazalendo wakati wanapata information ke FRDC ko déployer ni bandugu, alisema kama yeye ndio commander secteur, yani yeye ndio commander wa ba ni bazalendo ni FRDC ni sisi population. Aba na entere ya kupigana kati yao me bien au contraire, bako na intere ya kutumika pamoja pour que ennemi asije infiltre. Haiza kuhusu swala la wanawake kupigwa viboko juu ya kuvaa suruali na mengine, andrebyya dunia ametoa mwangaza

puru kwasa akatwambia kama hapana alishatafuta meziri ya, e, wa ya Baraka na vile ya Uvira, tunakuwa mfile deja mtu anaweza vala ka pantalo haiko kusema njua pigwe fimbo sasa, kichora migulu li vafanya kazi kuenterea vatu na tukainsiste sana juu ya apui ya vazalendo paske iko natumika, habana avana apui na FRDC na guvernement assemble kuvabandone akatira sire kama ile moya ataifanya na atafanya raporo Kinshasa, purke iendelee e, kuapuye bazi alindo kama gisina kwaga naifanya kila siku. Kwengineko ni kwamba raia wa mji wa Baraka wametoa maoni tofauti kufuatana na ujio wa mirijeshi mkuu pa Uvira, makao makuu kwa muda ya jimbo la Kivu ya Kusini. Wiki tunayo katika pitapita za TV yako huku, ikikutana na baadhi ya raia wa mji wa Baraka ambao wametarajia kusubiri mambo muhimu kwa ujio wake, hasa kuhakikisha kuona vijiji vinavyomilikiwa na M23 vimeokolewa, kama wanavyoeleza kwenye TV yako. Kwanza ndugu mtangazaji, tunapongeza ujio wake kwa kuwa wakati kama na huu wa msukosuko, kuona chef de ta major general wa nchi ya Congo anafika kama vile mji mkuu wa Kivu ya kusini kwa muda Uvira, inatupa nguvu, kwa kuwa siku hizi chache zilizopita tulikuwa katika mawasiwasi ya kusema kama M23 wanajikusanya kusudi wachukue mji wa Uvira na waendelee mpaka Kalemi. Lakini kufika kwake Uvira tunapata pongezi na kuona tuna nguvu. Tunashukuru sana ujio wake na tunategemea mambo mazuri kwa sababu ujio wake unatupa faraja sana kufatana na ujio kubwa wa majeshi wa Kongo kufika pale Uvira. Kweli tunaangalia condition de vie ya wale wazalendo na FRDC beneviko kuligne de front, kama itaja ameliore itakuwa ya mzuri au itakuwa tumwa ile ile na kama wanabakia mwile ile systeme yenye walikutaniwa mwayo, manake donke hakuna kia mzuri kenalikua kufanya vile. Gisa nakuya batamelioreka kitu kamoya kene kaonekane kautafauti na paraporo gisa walikuwa wanaishi, na kama vikukua, donke hakuna kenalikua kufanya kia mzuri kubali beneviko kulinye defo. Tunashukuru Mungu sana kuona chef d'etat major general alikuya um, vile ya Uvira

tunamtakia ujio mwema pale Uvira na tunangoja kwake aksion ya kulibere nyinginenyini shakamatika. Isikuwe hiyo sio mara ya kwanza kufika kwavo pale, tulishaona wengi sana wanakuja wanapita, lakini hakuna liberasyon. Wakati tuna kwanza tunaamilia kuujio wake tutapashwa kuwa tena repli stratejik antuka kama nafata kabisa asema tupigane na adote ba wazalendo Sababu tunaona wazalendo gisi tunawaona gisi wako na gisi wanavala, unaonekana kama ni watu wavuka wa vuka, vuka wangari wanatoka mpori, na wakati wanaisha kuwa na guvirma fazi moja awadote chakula masase, hao peke wanaweza kuchipiganisha. Tumalizie na habari za uko Kinshasa, ambako wakati bunge la seneti kwanza uchunguzi wa ombi la mahakama ya kijeshi ili kupata kuondoa kinga kwa seneta tena rais mstaafu Joseph Kabila, mpinzani Moise Katumbi anafikiria kwamba mpango huu unazidisha mgawanyiko na kuzofisha mshikamano wa kiraifa zaidi kuendelea kujaribu kutoa kinga kwa rais wa zamani jamhuri, wa jamhuri katika ukiukwaji wa sheria. Mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha sampola la republik anashauri sana serikali kupendelea mazungumzo ya pamoja na mashauriano na vikosi vyote vya kiraifa kwa kuongezea mwezi katumbi ametaka mkuu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi kufanya mazungumuzo na mtangulizi wake na mnukuu inaimiza rais Felix Antoine Tshisekedi kukomesha hali na kufungua mazungumuzo ya dhati na mtangulizi wake Joseph Kabila na pia wadau wote ili kuendeleza umoja wa kiraifa na kujibu matarajio ya kina ya watu wa Kongo kwa amani na maendeleo kulingana na serikali ya Kongo rais wa zamani wa Jamhuri Joseph Kabila anashtakiwa kama seneta kwa madai ya usaliti uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu kuhusiana na vurugu mashariki mwa nchi waziri wa sheria huamsha ushahidi wa juu unaomuhusu Joseph kabila katika kile kinshasa inaeleza kama ushiriki wa moja kwa moja katika shambulio lilongozwa na rwanda kupitia harakati za kigaidi za fc 23 mpenzi mtazamaji wa n4 hali yapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la kiswahili aliyekuletea ni mimi safari almas sina la ziada bye bye.